na utalii naleta salamu nyingi sana kutoka Dodoma kwenye wizara yenu. Tunahakikisha utalii unaendelea kupanda. Hivi sasa tuliambiwa tufikishe watalii wasiopungua takriban milioni tano, lakini wizara yetu chini ya uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na filamu ya Tanzania The Royal Tour na Amazing Tanzania, tunayo wizara maalum maliasili na utalii tunavyo vyuo ambavyo vinatoa products za masuala ya hospitality na kozi zingine, lakini pia kwenye uhifadhi tuna vyuo visivyopungua sita. Tuna chuo cha Mweka, Olmotoni, Pasiansi. Kwa hiyo chini ya uongozi wa rais wetu eh, watoto wa mjini wanasema tuko committed, tuko determined, tumedhamiria kuleta maendeleo hususan sekta ya utalii. Kwa hiyo hivi sasa watalii ni milioni tano laki tatu. Piga makofi mengi sana. Watalii hawa wanapoenda kwenye nchi fulani kutalii, kuna vigezo vingi: uongozi, amani, utulivu. Hapo vipi? Hapo vipi? Eh, kwa hiyo chini ya uongozi bora, ndio maana tumeweza kufika hiyo target, lakini kama nchi ingekuwa haijatulia, sio rahisi kupata wageni. Lakini tumeambiwa pato la taifa tufikishe shilingi bilioni 6 dola za Kimarekani. Mpaka hivi sasa tumefikisha shilingi bilioni 3.9 dola za Kimarekani. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais, na kadiri siku zinavyokwenda tunashirikiana vizuri na Bunge, na Jumatatu tutakuwa na bajeti yetu pale bungeni. Kwa wale mtakaokuwa Dodoma au Dar es Salaam, karibuni sana, au wengine mtaangalia live, bunge letu liko live, lakini tunakuja na bidhaa mpya za utalii. Bidhaa hizi ni bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na masuala ya utalii wa vyakula chini ya shirika la utalii United Nations Tourism makao makuu yake, yake Spain. Tumeweza kuwa mwenyeji wa mkutano wa gastronomy platform. Huu ni mkutano wa utalii wa vyakula. Na tunaposema utalii wa vyakula manake, tunataka watalii wanapokuja Tanzania, anatembelea mbuga za wanyama, anapanda mlima Kilimanjaro, aone kama ni utalii wa tamaduni, nyimbo zetu, culture zetu, Wamasai, Wabena, Wahehe, eh, Wamakonde, eh, Wanyaturu, wote tuna makabila zaidi ya mia moja na ishirini. Hapo pia kuna utalii wa mila na desturi lakini pia sasa hivi kuna utalii wa vyakula kama nchi zingine wanavyofanya utalii wa wine testing, mchuzi wa zabibu. Sisi tunakuja na utalii wa food testing. Eh, Tanzania tuna vyakula vingi, kila kabila Tanzania na chakula chake. kuna... vijana wenzangu ambao tumemaliza mafunzo tunaingia mtaani, na sisi kama serikali tuko tayari kuwapokea na kuwasaidia wale ambao wako tayari kujiajiri waende kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya mikopo. Mheshimiwa Rais anatoa mikopo mengi kwa vijana, kwa wanawake na kwa watu wenye ulemavu. Tukimbilie hizo fursa. Mara zote giza haliwezi kuondolewa kwa giza, giza linaondolewa kwa nuru au mwanga na mara zote umaskini hauwezi kuondolewa kwa uvivu, umaskini unaondolewa kwa jitihada. Na mara zote chuki haiwezi kuondolewa kwa chuki, chuki inaondolewa kwa upendo. Hivyo twendeni tukapendane, tukahakikisha tunafanya kazi kwa pamoja. Wizara hii iko tayari kutusaidia na waziri yupo. Tuna furaha sana kwa program ya leo ambayo ilikuwa ni um, graduation ya wanafunzi uh, kutoka kutokana na program yetu ya Learning for Life. Learning for life kwetu kama kampuni ni, ni program ambayo ni muhimu sana kwa sababu ujuzi wa vijana ambao wanaenda kufanya katika um, uh, vyumba vya burudani lakini pia mahoteli uh, ni muhimu kwa bidhaa zetu, zikifika pale jinsi ambavyo wateja watahudumiwa na jinsi ambavyo vile bidhaa zina, zinaandaliwa ni jambo la muhimu. Kwa hivyo kwetu sisi program ya leo kupata wanafunzi ambao wamefuzu graduates wa kwanza ni jambo la furaha kwetu na tutaendelea um, kusupport program ambayo, ambayo ni Learning for Life, uh, kwa wanafunzi ambao watakuja baadaye. Jambo ambalo tumelianza tayari uh, ikiwa ulisikiliza uli, uli, uli, pale ndani tulikuwa na baadhi ya uh, hoteli ama vyumba uh, vya burudani kama vile Samaki Samaki Coco uh, Bravo na wengine tumewahusisha zile mabaa na hoteli na kuwa, na kuwapa taarifa ya kwamba kuna wanafunzi ambao wamehitimu kutokana na hii program. Lakini pia kwetu kwa, kwa sababu wamechukua course ambaye ni ya Diageo, uh, Bar Academy pia tunahimizia wale wateja wetu kuweza kuchukua wanafunzi kutoka chuo, chuo cha utalii hospitality um, kama ishara ya kwamba sisi tuna support program hii na wale, wale wanafunzi kupata um, ajira. Asante sana. Kwanza mimi naitwa Seraf Lusala, ni mkurugenzi wa masoko na mauzo Dar es Salaam Serena Hotel. Nawapongeza uh, sana NCT na Serengeti Breweries kwa kufadhili haya mafunzo, lakini vilevile nampongeza Mheshimiwa Waziri uh, na maagizo yake tumeyapokea. Uh, sisi kama hoteli hizo hizo tayari tulikuwa tunalifanya uh, tunawafundisha uh, wanafunzi wahitimu na tunawaandaa kwa sababu ya ajira za baadaye lakini sio tu ajira za sehemu zingine, lakini sisi wenyewe vile tunawaajiri pale inapotokea nafasi na, fasi, na tunapota, tunapata wale ambao wanakidhi e, kwenye mahitaji yetu tunawachukua. Kwa hiyo ni maagizo ambayo tumeyapokea na tulikuwa tunayatekeleza na tutaendelea kuyatekeleza. Kipaumbele ni kujiendeleza kwa sababu moja ya vitu ambavyo e, Serengeti wamefanya ni kuinvest, ku, ku kwenye kitu wazungu wanaitwa human capital uh, kitu ambacho Uh, kwenye industry ya hospitality bado tuna mahitaji mengi na kwa juhudi za serikali ambazo wote tunaziona za ku encourage utalii hizi, uh, ni huduma ambazo zinahitajika sana na zinaendelea kuhitajika kwa sababu facilities zinaendelea kujengwa na watalii wanaendelea kuongezeka, hata watalii wa ndani kama tunavyo, tunavyo, uh, angalia hizi statistics za za wizara uh, watalii wa ndani nadhani wamefikia zaidi ya milioni tatu na wanaendelea kuongezeka na watalii wengi wanaendelea ku encourage kuja. Hao watalii wote watahitaji huduma na huduma zitatoka kwa vijana ambao wanaandaliwa sasa hivi. Jina naitwa Jessica William, mimi ni makamu mkuu wa chuo nasimamia taaluma tafiti na ushauri. Na katika programu hii tumefurahi sana kupata vijana ambao wamepata mafunzo uh, katika programu hii ya Learning for Life ambayo tunashirikiana na Serengeti Breweries pamoja na chuo cha taifa cha utalii uh, programu hii imekuwa na mafanikio sana kwa sababu tumeweza kutoa mafunzo kwa vitendo lakini pia uh, watimu wameweza kupata nafasi ya kwenda kwenye industry au tunasema sehemu za kazi ambapo wameweza zaidi kuboresha ujuzi wao. Tunaamini ya kwamba mafunzo haya na programu ambayo tumeitoa imekuwa na manufaa sana katika sekta yetu ya utalii kwa lengo la kuboresha huduma. Sisi kama chuo tumejikita katika kuhakikisha kwamba tunatoa watu wa huduma bora kwa ajili ya kuhudumia sekta yetu ya utalii, kama tunavyojua kwamba sekta yetu inakuwa kwa kasi. Kwa hiyo pia kama chuo tumejipanga sasa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawatoa huduma wa kutosha, na tunategemea kwamba programu hii itakuwa endelevu pamoja na kushirikiana na Serengeti Breweries, tunategemea twende Arusha na maeneo mengine. O, nitoe wito kwa wadau mbalimbali, wanafunzi lakini pia watu wa industry, tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo ambayo ni ya viwango wa juu, lakini pia tunatoa wahitimu ambao wataweza kuhudumia soko letu la utalii ambao linaendelea kukua kwa kasi.